Katika ligi kuu ya bara imekuwa ikishuhudia familia kadhaa zikitoa wachezaji waliocheza kwa nyakati tofauti au kwa pamoja ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini pia kuna baadhi ambao ni baba na watoto, ambao wapo wazazi ambao waliorithisha watoto wao vipaji vya mpira, lakini wapo ndugu ambao wenyewe waliamua kucheza mpira na kucheza kwa kushirikiana sana, lakini wako pia ambao hawakuwahi kucheza kabisa kwenye timu moja. Sasa kwa upande wa wachezaji wa kitanzania na kule letea baadhi ya ndugu ambao wenyewe wamewahi kucheza soka na walikuwa ndugu wa damu kabisa. Sasa tukiangalia listi hii kwa upande wa wachezaji wetu wa Kitanzania, yupo Idi Mnyamwezi, yupo Haruna moshi Boban pamoja na Ali Moshi. Hawa wote ni ndugu, yani mtu na kaka zake. Lakini yupo Mbwana Ali Samata pamoja na Mohamed Samata, yupo Sande Manara pamoja na Kitwana Manara, yupo Simon Msuva pamoja na James Msuva, yupo Yusuf Mhilu pamoja na Dickson Mhilu. Lakini yupo Daniel Lianga pamoja na Ayub Lianga. Sasa ambao wapo wengi sana ni familia ya Kiwelu. Yupo Mwesa Kiwelu, yupo Musa Kiwelu, yupo Jamhuri Kiwelu ambaye ndo maarufu sana. Huyu ni Jamhuri Kiwelu Alberto Tarantini Pereira ambaye amecheza Simba, lakini pia amehudumu kama kocha katika vipindi tofauti. Yupo Mwanamtwa Kiwelu, lakini yupo Mhehe Kiwelu, yupo Mavanga Kiwelu pamoja na Chaku Kiwelu, lakini yupo Hamis Gaga pamoja na Christopher Gaga, lakini yupo Nurdin Kisabalala pamoja na Abeid Kisabalala yupo Methodi Mogela pamoja na Filotei Mogelo. Yupo Mzee Maono Mkami ambaye ni baba lakini mtoto wake ni Himid Mao Mkami. Yupo Abubakar Salum baba lakini mtoto wake ni Salum Abubakari aka Sure Boy. Yupo Manyika Peter ambaye ni baba lakini mtoto ni Peter Manyika. Yupo Omar Mahadhi bin Jabir, Waziri Mahadhi bin Jabir pamoja na Bakari Mahadhi bin Jabir. Hawa ni ndugu wachache ambao wamecheza soka la Tanzania. Kama kuna wengine ambao wanawajua, hembu wataje hapo chini.